Jinamizi la ajali limeendelea kuikumba dunia baada ya rubani aliyekuwa akiendesha ndege yake kufariki dunia muda mfupi baada ya ndege hiyo kupoteza udhibiti na kuanguka katika maonyesho ya anga nchini Afrika Kusini. Ajali hiyo ilitokea katika maonyesho ya anga ya West Coast mjini Saldanha, Eneo lililoko takriban maili sabini yani kilometa mia moja na kumi kaskazini mwa Cape Town, jana Jumamosi Machi ishirini na mbili elfu mbili na ishirini na tano Video inaonyesha ndege hiyo ikizunguka angani kabla ya kuanguka ardhini. Na katika taarifa iliyotolewa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, waandaaji wa maonyesho hayo walimtaja rubani huyo kuwa ni James O'Connell, nanukuu. Kwa huzuni kubwa, waandaaji wa, wa maonyesho ya anga ya West Coast wanathibitisha ajali mbaya iliyomhusisha James O'Connell, rubani wa majaribio mwenye ujuzi na heshima kubwa kutoka Afrika Kusini. Bwana O'Connell alikuwa akifanya maonyesho ya kawaida ili kuonyesha uwezo wa ndege ya Impala Mark 1, ndege ya kivita inayopendwa sana na yenye umuhimu mkubwa wa kihistoria kwa Waafrika Kusini wengi. Hili lilikuwa tukio kubwa hasa kwa kuwa Impala haijaonekana ikitumbuiza katika maonyesho ya anga kwa miaka mingi. Mbinu hizo zilikuwa sehemu ya ratiba rasmi ya maonyesho ya anga, ya anga zikitazamwa na maelfu ya watazamaji. Kwa mujibu wa mashuhuda, ndege hiyo ilionekana kuwa chini ya udhibiti wa sehemu kubwa ya maonyesho. Hata hivyo, katika moja ya mbinu za mwisho, ndege hiyo ilipoteza mwelekeo ghafla na ikaingia kwenye mwendo kasi na kuelekea chini kabla ya kugonga ardhi. Mwisho wa kunukuu, wa kunukuu, imesema taarifa hiyo. Waandaaji wa maonyesho hayo walisema kuwa hakukuwa na dalili zozote za rubani huyo kujaribu kujirusha nje. na nuku, fikra zetu na rambirambi za dhati rambi, ziko kwa familia ya James, wapendwa wake na kila mtu aliyeathirika na tukio hili la kusikitisha, waliongeza waandaaji hayo. Elowayne Gouws ambaye ni mkurugenzi wa West Coast Medical Rescue aliiambia tovuti ya kitaifa ya habari ya News 24 kwamba wahudumu wa matibabu walifika eneo la tukio ndani ya dakika mbili na walikuta mabaki ya ndege hiyo yakiwa yamejaa moto. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Afrika Kusini SACAA pamoja na kitengo cha uchunguzi wa ajali za jeshi la anga la Afrika Kusini wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, nanukuu: kuna kifo kimoja kilichothibitishwa, rubani aliyekuwa ndani ya ndege aina ya Impala, alisema mkuu wa mawasiliano ya SACAA.